inaelekea hakuna mtu atarudi wa kumshtaki, kwa hiyo atarudi nyumbani. Kwa hiyo wawili wa, wa Central waliachiliwa siku hiyo hiyo baada ya mkutano wa waandishi wa habari. E, wengine nane waliokuwa Oyster Bay, wanne wa kutoka walibao walikamatiwa Songwe. Wao taarifa tulizonazo ni kwamba jana usiku wamesafirishwa, wamepele wamepelekwa wamerudishwa Songwe watapelekwa mahakamani huko pengine leo au, au kesho. Wanabaki watu wanne waliokuwa waliokuwa Oyster Bay wako hapa mahakamani kama ninavyozungumza, nami nimekuja ili kuhakikisha kwamba watakaposimama kizimbani watakuwa na, na wakili wao. Kwa hiyo kuna wanne waliotolewa sentro wako hapo watano, watano na majina yao sina uhakika kwa sababu sio mimi ninayewasomea mashtaka huyo ambaye wajibu wake ni kuwasomea mashtaka amewaleta Kisutu, ana kazi ya kuwasomea mashtaka leo. Kwa hiyo uh, tumaini langu ni hili kwamba watasomewa mashtaka ili wawe kwenye mikono salama, mikono ya mahakama. Mikono ya polisi wa Tanzania sio mikono salama, hawana mamlaka ya sheria kukamata watu muda hawa si vijana hawa si wa Chadema, mimi sijui hata ni wanachama wa chama gani, lakini ni Watanzania ambao wanashtakiwa kwa sababu ya kosa moja tu, kutoa maoni yao ya, na katiba ya nchi hii inaruhusu uhuru wa maoni. Sasa dhambi walioifanya ni kuandika maoni yao, wanafikiriaje juu ya watawala wao. Watawala wanasema haya ni makosa, na wamewaweka hao, niliozungumza nao hao ambao wanakuja hapa leo wamekaa mahabusu siku ishirini watatu wamekaa siku ishirini mahabusu wawili wamekaa siku kumi na nane kwa makosa ambayo kisheria yana dhamana sasa wanakalishwa wanateswa hivi sio kwa sababu ni wahalifu hawataki hawajaua mtu hawajataka kupindua serikali wamesema tu huyu raisi hafai na kama mtu akisema raisi hafai sio kosa la, la jinai kwa sheria za Tanzania. Jeshi la polisi lifuate sheria za Tanzania. Hii habari wanatuambia utii wa sheria bila, bila shuruti uanzie kwao. Jeshi la polisi litii sheria za Tanzania. Usikae na mtu zaidi ya, ya masaa 24 yaliyowekwa na sheria. Ndio, ndio, ndio, na sio ushauri, kwa sababu wanajua hii, wanafanya makusudi kwa jeshi la polisi lisichezee haki za Watanzania, litii sheria za Tanzania bila shuruti, bila kutulazimisha sisi kwenda kufanya mikutano na waandishi wa habari, kupiga kelele kwamba jeshi la polisi linavunja sheria. Hiyo sio sawasawa. Anaweza akafungua mashtaka ya madai mahakamani, akaomba alipwe fidia kwa muda wote alioteswa, akiwa kwenye mikono haramu ya jeshi la polisi mikono halali ya jeshi la polisi masaa 24, ukishazidisha masaa 24, ni mikono haramu ya jeshi la polisi. O, sheria inaruhusu walishtaki jeshi la polisi, na pengine utaangalia huo utaratibu baadaye. Cha kwanza sasa, hawa vijana ambao wameletwa leo, wasomewe mashtaka yao, wapate dhamana, warudi kwa baba zao na mama zao. Nimewauliza kama kuna hata mmoja ameoa, wote bado ni vijana, hawajaoa, wanahitaji kurudi kwao. Umewataja ni wangapi hao vijana walioletwa hapa, okay, mahakamani? Wako watano.